Wakati huo naye Rais William Ruto amepuuzilia mbali juhudi za kufufua mrengo wa Azimio la Umoja kwa lengo la kumkabili kwenye uchaguzi mkuu wa mwakani akisema hazitafua dafu. Akizungumza kwenye mkutano wa kisiasa eneo la Pipeline hapa jijini Nairobi, Rais Ruto ameendelea kutetea ushirikiano wa chama chake cha UDA na ODM akisema ndio njia pekee ya ukombozi wa Wakenya. Seth Olale na taarifa zaidi. Pia na wao wajipange ikiendeleza kampeni yake wikendi ya pili mfululizo jijini Nairobi, Rais William Ruto alizuru eneo la Pipeline ambako aliwarai wakazi kumpigia kura mwakani kurejea ofisini 2027. Vijana Rais Ruto akichukua fursa hiyo kushambulia upinzani, akisema kuwa njama ya kufufua Azimio la Umoja kwa lengo la kumpiku kwenye uchaguzi ujao haitafaulu. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio ile. Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, Azimio bila ODM si nikuzimia? Azimio bila ODM si nikuzimia? Rais Ruto akisema kwamba ushirikiano wa UDA na ODM utafanikisha maendeleo bora. Ni kazi ama kabila ya mtu? Ni kazi ama dini ya mtu? si ni kazi? si kila mtu atachaguliwa na kazi amefanya? si mimi nitakuja hapa na kazi yangu ya affordable housing ya markets ya barabara ya kusafisha city? si nyinyi mutaamua? yeah. Rais Ruto ambaye aliambatana na gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja, alisisitiza kwamba serikali yake imeanzisha juhudi za kupunguza gharama ya maisha. Ile program ya housing ilionekana ngumu. Mpaka nikaitwa Zakayo. Leo Nairobi hii tunajenga manyumba 1169. Aidha, Rais Ruto akitangaza ushirikiano wa serikali kuu na kaunti ya Nairobi kwa lengo la kuboresha huduma kwa wakazi wa Nairobi. Your Excellency, I will tell you later there are some of your officers who have colluded with these cartels to harm the people of Mukuru. I will tell you their names and I will tell you what they have done, because ni pesa imetembea Nairobi is going to lead. And that is why we are determined to change this city. Rais William Ruto amesema kwamba atatumia mfano wa maendeleo ya jiji la Nairobi ili kutekeleza ndoto ya Singapore. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.